Tunaondolea tufanye kozi ya, ya awali ya ukocha ambayo ni, ni Grassroots ambayo iko inasimamiwa na TFF lakini iko chini ya FIFA. Kwa nini tuliamua ku, kufanya hiyo kozi? Tuliona kwamba ili tuweze kukuza mpira wetu katika wilaya yetu, kwanza tunatakiwa tuanze kuinua watoto wetu ambao tuko nao katika mashule lakini pia ambao wako mtaani pia, lakini pia ni nyingine ni kuongezea ujuzi wa walimu ambao wanadili na michezo katika shule zetu, ambao walikuwa wanasimamia michezo, lakini mtu hana taaluma ya kusimamia michezo. Unakuta anasimamia michezo, alikuwa anaweza tu kucheza, alikuwa anacheza mpira, lakini hana cheti cha usimamizi wa michezo. Kwa hiyo tukaona tutafute fursa hii ya kuweza kupata hii kozi. Lakini tunamshukuru pia mwenyekiti wa chama cha soka cha wilaya hii ndugu yangu hata na naye pia Alivyosikia hiki kitu kinataka kufanyika, naye akasema hapana, haiwezekani, sio walimu peke yake. Ambao sisi tuliwachukua walimu wa shule za msingi na sekondari, lakini kuna watu wako mtaani na wenyewe pia wanahitaji kupata hiyo kozi. Tukasema sisi hatubagui, waje watu ambao uh, wanaweza kusoma hiyo kozi, waje washiriki hiyo kozi. Lakini pia tuwashukuru wale wafadhili wetu ambao wametusaidia kuweza kufanikisha kozi hii. Tuna kampuni moja iko Dar es Salaam inaitwa NRM ndio wametusaidia kwa kiwango kikubwa sana kufanikisha, kufanikisha kwa uendeshaji wa kozi hii kwa sababu sisi peke yetu tusingeweza. Lakini mwisho kabisa, naomba ni nishukuru uongozi wa TFF chini ya Rais Karia, lakini nimshukuru pia mkurugenzi wa ufundi na katibu mkuu wa TFF kwa kuweza kutukubalia sisi. Kwa hiyo, mkufunzi, mi naomba utufikishie salamu kwa viongozi hao wa TFF waambie, sisi tumethamini sana mchango wao hasa kwa kuruhusu wewe kuja, kuja kutoa mafunzo haya hapa kwetu, na sisi kama Karatu tutaendelea kushirikiana nao katika nyanja za michezo, na wasisite popote kunapokuwa na chochote kuhusu michezo, sisi tuko tayari kushirikiana nao, na mafunzo yoyote ambayo yanatolewa na TFF kuhusu michezo, sisi tuko tayari kushiriki, lakini pia kozi hii siwe ndio mwisho. Tunaomba waturuhusu katika kozi zingine ngazi ambazo zinafuata, kwa sababu tumezungumza na, na, na, na wanafunzi wangu baada ya hii kozi, wanahitaji kufanya kozi hatua ya pili inayofuata. Kwa hiyo tutapoandika barua kuja kwenu kuomba hatua ya pili ya kozi, hawa wana, wanafunzi wetu tunaomba mtupokee, lakini pia mtukubalia ili waweze ujuzi huu uendelee kubaki hapa na hawa waendelee kutufundisha watoto wetu. Baada ya kusema hayo naomba mimi nitamke kwamba kozi hii ya Grassroots katika halmashauri yetu ya wilaya ya Karatu kwa mwaka huu 2025 nimeifungua rasmi. Niwatakie mafunzo mema na Mwenyezi Mungu awabariki katika mafunzo haya. Niwapongeze sana washiriki kwa kuitikia wito wa mkurugenzi, jipigieni makofi <coughs> ni viongozi wachache sana ambao wanakuwa na upendo wa michezo moja kwa moja, ni wachache sana, wengine mpaka wasukumwe na wakubwa wao, lakini yeye direct anavifanya hivi. Naomba tumsapoti na baada ya kozi hii akiwaambia kuna kozi ya pili inafuata, nataka kuifanya katika namna gani, msimwangushe, msome kozi. hakuna kipindi ambacho mtu atakuja kukuambia sasa hivi naenda kasome kitu fulani. Wewe utakaposoma hii grassroots ndio utajua football ikoje. Grassroots ina, ina mvuto takuingiza kwenye njia kisha ingia kwenye njia, utataka kujua tu vitu vingi, kwa sababu ndani yenu humu kuna ambao tayari wameshaanza kazi ya kufundisha mpira lakini bahati mbaya au nzuri hujawahi kupata mafunzo. Sasa kuwa mtulivu, kuwa makini, tufanye mafunzo. Ndani ya mafunzo ya kozi ya grassroots ni siku tano, lakini siku tano hizi zimegawanywa kwa masaa. Tutasoma kipindi cha darasani kama hichi, presentations za kuwepo, tutafanya assignments za groups darasani na mtakuwa mnawasilisha, lakini tutakwenda uwanjani, tutafanya practical. Kwa majina yangu naitwa mwalimu Asnati Abraham Ndosi, ni mwenyekiti wa soka la wanawake wilaya ya Karatu. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa, kwa kutufikisha siku ya leo. Pia shukrani zangu za dhati zimfikie mwajiri wangu, bosi wangu, mkurugenzi wa almashauri pamoja na management yake yote, kutuletea hii kozi mimi kama mshiriki wa hii kozi nimefurahi, na nina imani kwamba nitayatumia mafunzo haya vizuri kuapushwa wanafunzi wangu. Kama nilivyoeleza, mimi ni mwalimu kuapushwa wanafunzi wangu katika uelewa wa soka katika teknolojia hii. Vile vile natoa wito kwa washiriki wengine mafunzo ambayo watayapata wakayatumie vizuri kwa wahusika wao ambao wataenda kuwatumikia. Kwa majina naitwa Kalisti Kipalazya. Kalisti ni mmoja washiriki wa kozi ya grassroots. Kipekee mafunzo hayo tumeyapokea kwa mikono miwili, kwa sababu yanaenda kutujengea uwezo wa kufundisha vijana kuanzia wakiwa wadogo wa na tunaamini katika kutengeneza vijana kwenye umri mdogo kwenye kutafuta vipaji kinaopelekea kutengeneza mazingira mazuri ya kupata wachezaji wazuri kwa huko mbeleni, kwa sababu tunawalea watoto hao, watakuwa wanapata misingi mizuri ya malezi ya mpira kwa, kwa, yani kuanzia wakiwa watoto wadogo.